Habari, mimi naitwa Franki Cosmas, natokea Dream Vision Studios, Dar es Salaam. Uh, katika kipindi cha leo cha Kijana Kaa na Mzee tuta, uh, nitazungumzia mada ya mzee ni nani, na kwa kadiri ya maarifa yangu na kwa jinsi ambavyo nimefahamishwa na kujifunza kuhusu mzee kwa miaka yote ambayo nimeishi uh, nimejifunza kwamba mzee ina maana kubwa sana, na hakuna maana moja ya msingi ambayo tungeweza tukasema kwamba mzee ni mtu wa namna hii. Ni jambo ambalo kwangu ni jambo ambalo ni mtambuka, ni, ni jambo ambalo linajieleza kwa mapana sana, hatuwezi kusema kwa jibu moja tu. Ukija kwa vigezo vya umri kwamba mzee ni nani, basi kwa kuzingatia umri ambao, aidha umri unaotambulika kimataifa, umri unaotambulika labda na e, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania labda kikatiba, bado haijawekwa. Hata kimataifa hakuna umri rasmi ambao huu unasemekana ni umri ambao ni mzee, lakini kuna viashiria ambavyo pamoja na kwamba vijawekwa kimataifa au katika nchi yetu, kwamba huyu ni mzee lakini inaashiria ukichunguza vizuri, kuanzia miaka sitini na kuendelea imeonekana kama ndo umri unaotambulika na jamii hizi mbili, ya kimataifa na jamii yetu ya Kitanzania. Umri wa kustaafu umewekwa miaka sitini au sitini na tano kwa mataifa mengi duniani, lakini pia umri unaotumika wakati wa, wa, wa, wa, wa kutoa labda misaada elimu labda kwa wazee mara nyingi wataandika miaka sitini na kuendelea. Kwa hiyo iko kama ni umri ambao umetambulika kimataifa kimya kimya, au na serikali yetu katika mfumo ambao sio rasmi kabisa, ambao umeandikwa kwenye maandishi kwamba huu ni umri wa uzee. Lakini sasa, naweza tukabaki hapo hapo, angalau tuna kitu cha kuanzia, kwamba angalau uzee katika umri ni ile hali ya kwamba, basi ina angalau, umri unaanzia miaka sitini na kuendelea, tukibaki hapo sio mbaya. E, lakini pia hata kiimani katika maandiko kuna hali kama hiyo ina, ina, inataka kufanana ukiangalia kwa, kwa Wakristo inazungumzia zaidi eh, umri ukifika miaka sa- sabini themanini, ni ni, ni, ni umri ambao kidogo unaonyesha ni umri wa kukaribia na kufa au mtu anakuwa amezeeka, kwamba inasema miaka sabini ni miaka fulani ya kubarikiwa na Bwana na ushukuru ukibarikiwa hapo mpaka themanini zaidi ya hapo ni kama vile unatafuta matatizo yaani, au kwa maneno mengine maisha yako yatakuwa sio yenye nguvu, ni ya mateso, ya kutaabika na kadhalika. Nadhani na pia kwenye kwenye imani nataka kusema kama kuanzia miaka sabini themanini ndio umri unaanza kuwa wa uzee. Kwa hiyo maana yake chini ya hapo unaweza usiwe mzee kama suala ni umri kiimani. Lakini pia kwa baadhi ya maandiko mengine ambayo nimesoma kwa watu ambao sio wa Kristo, kwa upande wa Uislamu inaongelea uzee pia ni kama hali ya kuishiwa nguvu, hali ya kukosa eh, eh, eh, nguvu za mwili za kufanya mambo fulani fulani zile ambazo ulikuwa unataka ufanye mwenyewe, lakini wakati huu sasa huwezi kufanya kwa nguvu hiyo. Uwezo wa macho kupungua kuona pia ime imetajwa kama vile ni sehemu ambayo unaweza kutumika kama kipimo cha uzee wa mtu, lakini pia hata hii kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye Biblia imeonyesha pia uzee ni hali hizo pia, hali ya kuishiwa nguvu, kupungukiwa nguvu za mwili eh, uwezo wa kuona wakati mwingine labda uwezo wa kutembea eh, kutetemeka hali ya kuwa kwamba mikono yako ukinyoosha, eh, ukitaka kuchukua kitu, ukitaka kugusa kitu au unarudisha basi, inaonekana ile hali ya kutikisika kwa mikono na kadhalika. Lakini aii, eh, uzee tunaweza tukaupanua sasa, kwa sababu kijamii, hasa pia katika hali za tamaduni na mila za Kiafrika uzee pia ni ume, ume, umekuwa na tafsiri za mazingira mbalimbali mbali. Wakati mwingine busara nyingi, hekima nyingi, uwezo wa kuongoza wengine umekuwa ukionekana kama pia nao ni uzee. Kwa hiyo uzee wakati mwingine unaweza kutafsiriwa kama heshima au kama uwezo wa fikra ulio mkubwa zaidi kuliko wengine. Kwa hiyo kwa, kwa vipengele vya kijamii uzee pia unaweza ukawa na maana ya ile hali ya kuwa mtu anayeheshimika. Na hata ukichunguza kwenye dini pia, baadhi ya madhehebu, mtu anaweza akaitwa mzee wa kanisa, lakini si kwa sababu amefikisha miaka sitini sabini. Inawezekana ni ule uwezo wake wa kuongoza watu, maarifa yake roho, ya kiroho yanaweza pelekea mtu akaitwa mzee. Lakini tukichambua tuki, tuki zaidi kwa upana, pia tu katika mazoea, mtu hali yake ya kiuchumi, hali yake ya ya cheo inaweza sababisha akaitwa mtu mzee, si kwa maana ya umri au amekuwa mtu mzima sana. Hapana, lakini labda wakati mwingine ana fedha. Mtu anaweza kusema akamkuta wakati mwingine hata mtu ambaye anaonekana ana miaka sabini themanini na kuendelea, kijana wa miaka arobaini thelathini na tano anaweza akaitwa mzee kwa sababu tu ana pesa, kwa sababu ana cheo. Mtu anamwambia mzee leo tunaenda sehemu fulani, anamwambia leo m kwa hiyo wakati mwingine mzee inaweza isiwe na maana ya umri, isiwe na maana ya kuishiwa nguvu za mwili, lakini ikawa kutokana na fedha, cheo au madaraka fulani, anaweza kusababisha watu fulani wakakuita mzee. Kwa hiyo mzee ni neno pana ambalo ukiendelea kulichunguza linaweza kumaanisha mambo mengi sana, lakini nadhani katika kipindi chetu niseme, na katika kipindi chetu sio, nadhani katika kipindi chetu tutaongelea zaidi mzee kwa maana ya ile hali ya umri na ile ya kupungukiwa nguvu. Hatutaongelea kwa zile maana ambazo zinatumika tu za pembeni. Katika kipindi chetu tutaongelea mzee kwa maana ya umri kuwa mkubwa eh, ambapo sasa nadhani ni vizuri tukibaki kuanzia miaka sitini na kuendelea zile hali za kupungukiwa nguvu za mwili ikiwa ni pamoja, maanake eh, kuona kwa wakati mwingine, kupoteza kumbukumbu eh, na mambo mengi yanayohusiana na hali ile ya kuzeeka. Kwa hiyo, nadhani katika kipindi chetu ni muhimu tukajua kwamba mzee tunayemzungumzia ni yule mzee ambaye umri wake umeanzia miaka sitini na kuendelea, lakini pia ni yule mzee ambaye kiimani anapimwa nguvu za mwili zimepotea. Asante, nashukuru. Umesema naitwa Frank.